Kile kitaulo kile hmm, kuna ugomvi ushakuleta wewe ukiwa golini kuanzia Kenya, hmm, mpaka mpaka mpaka kwenye jana kabisa <laughs> <laughs> <laughs> na watu walikuwa, hey, wana wanasema wana, <laughs> wana yeah, kile kitaulo ukikitoa tu hivyo, mm, um, unamfunga <laughs> <laughs> na bahati mbaya kile kitaulo walivyopambana <laughs> kilivyotoka <laughs> ikapigwa kona kamba. <laughs> Kuna mechi moja <laughs> Kavumbagu alichukua kabisa, kalitupa kule kwa mbali. Sasa unajua eh. ishu ya taulo tena, bahati nzuri na huwa nafurahi sana kwa sababu kuna kipindi hata Azam huwa eh. wanatupia tupia kwenye peji yao mm. ua, ile, ile kuna kipande fulani cha kile ule ugomvi wa, wa, wa kile kitaulo. Sasa ile mimi nilikuwa natumia toka Kenya, ndio unajua hiyo ishu imetokea Kenya. Kenya ilikuwa hivi hivi. Tulikuwa tunacheza mechi awali, nilikuwa nacheza kawaida tu. Sawa, sasa zile mvua za kenya zile nikasema ngoja nitafute mimi taulo Sawa, niwe na najifutia gloves. Kwa nilikuwa nanunua ile taulo na afu naenda nayo uwanjani. Ilikuwa Sa. kubwa sana sasa. Ah, ilikuwa ni akwa. Eh, ilikuwa ngoja sasa. Ilikuwa hmm. ni dogo dogo, ilikuwa, ilikuwa, yeah. E, ilikuwa size ya ya mwanzo eh, ilikuwa size ya kati. Sasa nilikuwa nikicheza mechi. Kuna mechi ilikuwa tunacheza pale. Nadhani ilikuwa ni kuna kuna mechi ilikuwa anacheza pale. Kwa Kenya, Tanzania. Eh. Silianzia Kenya. Eh, ndio. Kwa tulikuwa tunacheza ile mechi, ile mechi ilikuwa ni mechi ngumu sana, kwa likuwa mm, nikicheza sababu ya ile mvua. Mimi nikawa nafutafuta mm, sindio, nafutafuta <laughs> tu yani, mimi nikuwa hata sijui sasa, mm, kumbe wenzangu mm, wakawa wanaona kama vile nafanya uchawi mm. Kwa hiyo wakaenda kwa lefa. Sasa lefa, tunataka utoe ile taulo. Kwa nini nakaa pale, mm, sindio, sindio? Lefa akaambia ya nini, sindio, mm. Ikabidi sasa mchezaji aichukue ile taulo aende akaitupe, mm. Ah, mimi kurudi hata na, taulo sioni, nikasema hey! Nikaenda kwa lefa, nakaambia lefa taulo langu ametupa. Ambia nani nenda endakachukue. Nikaenda nikachukua, jamaa akapewa kadi e, sawa sasa. Jua hawa kumbe kumbe hawa wanaogopa taulo e. Kwa hiyo nikaanza sasa zile mbwembwe tu pale, eh taulo, mbwembwe tu <laughs> na nini mm, na ile mechi tukawa tumeshinda sasa. Kwa hiyo nikawa sasa zile mechi nyingine sasa mm. Sasa ile taulo ilikuwa imetrend mm. hata kwenye vyombo vya habari Kenya. Mm. Kwa hiyo sasa zile mechi nyingine mimi pia nikawa nafanya mm. vile vile. Nikaanza eh, eh, kwa, kwa refa, refa akaambia rudisha kwa karudisha pale taulo kwa ikawa mimi kipigwa mimi nimecheza nimeenda kwenye taulo nimefutafuta <laughs> nimechukua mpira <laughs> tena naweka tena wote wanaona kabisa. Mm. Sio kiujanja ujanja wote wanaona. Kwa naenda pale nakwambia, ile mechi ilikuwa tumesuluhu. Tumeenda mpaka kwenye penalty. Mm. Sasa kwenda kwenye penalty ikawa ni vile vile eh. Yeah. Akawafuata wachezaji wenzake. Sasa hiyo inahitaji kwanza mm. unacheza wali. Na wale yeah. Mimi akili yangu ikawa nacheza sana na wapinzani. Akaenda pale kwenye penati mm. akasema, bwana penati hizi msipige kwenye taulo. Ona kwa taulo yeah. Imening'inia mm. msipige kwenye taulo. Sasa tumeenda kwenye penati, sindio? Mimi mm. nimekaa golini pale sawa mm. Nikawa sasa kama natishia natishia kama naenda kwenye taulo mm. sindio? yeah. mm anapiga huko, mimi nimecheza kwa hiyo eh, penati zilikuwa hawapigi kwenye taulo, wanapiga wanapiga upande huo. Hey, kwa mimi kwangu ilikuwa ni rahisi, najua pale kwenye kitaulo pale kuna kuna kibwengo kuna kuna kuna uchawi <laughs> kwao. Penati ya kwanza <laughs> amekosa, penati ya pili amekosa, ya tatu akapaisha <laughs> sasa. Huyo watatu wakasema sasa, mimi hata kwenye taulo sipigi, hata mimi naenda napiga piga eh. Kwao ikawa yani sasa, Kenya ikawa imekuwa ni story kubwa sana taulo, kwa sababu hata baada ya mechi hmm, ile taulo nikirusha kwa mashabiki inakuwa ni ugomvi mkubwa sana. Kila mtu anataka ile, anataka magic towel, anataka magic towel e, e, <laughs> magic towel <laughs>